Uko karibu na kitu tamu eh? Mtoto akitembea aki, ukimwangalia hivi mpaka unasahau njia, mpaka unamuuliza kwani ulikuwa unaniita maatamu eh? Eh? Mtoto very romantic. Yani nyuma inauza mbele, ama mbele sijui inauza nyuma. Eh? Yani kila kitu iko market. Eh? Yani iko market. Yani mtoto kila mahali iko saa sita kamili. Yani, she has something to show back to the society. Amepepa ni mrembo, alafu kameshikia katikati nywele eh? Yani katoto ukiangalia hivi haraka, macho inaweza paka huko, mpaka ukakolaps eh? hmm? Yani ukiweka mtoto kama huyo kwa nyumba, hata akipika tu ukali mbichi, wewe unakula tu, unasema wacha tu tumbo yenyewe ifanye notifications na Mungu mwenyewe acheze kiyeye hmm? Yaani mtoto ni mchaluo maji ya kunde, mtoto ni mpulaka tu tukitoko. Haki huyo ukishika maramoja tupap ni matuinis.